Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Nina kukaribisha kwenye maombi maalum kabisa kwa ajili ya kuwaombea watoto wetu ambao wanafanya mitihani ya kidato cha sita wiki hii. Tunafahamu kwamba watoto wetu wamekuwa kwenye mitihani na wiki hii wanaendelea na mitihani yao. Tuna wajibu wa kuwakabidhi watoto wetu mbele za Mungu, kufunika mitihani ambayo wanafanya siku ya leo lakini pia kukabidhi mitihani wanaoifanya kwa wiki nzima hii, tuikabidhi mbele za Bwana ili Mungu akawaonekanie, Mungu akawapiganie na Mungu akawatendee mema, Mungu akawasaidie na neema ya Mungu izidi kuwa juu yao. Ninakukaribisha sana kwenye kwenye maombi haya na mm, tafadhali maombi haya uwatumie watu mbalimbali ambao unajua kwamba anaweza yakawasaidia wale wenye watoto ambao wako shuleni watoto wanaofanya mitihani watumie maombi haya kwa sababu yatawasaidia. Amini kabisa ya kwamba kwa Mungu hakuna umbali. Mahali popote ulipo, hata kama mtoto wako yuko nje ya nchi, hata kama mtoto wako yuko yuko yuko hapa uh, Tanzania ama yuko mkoa fulani, wewe uko mbali, lakini amini kwamba kwenye maombi hakuna umbali. Nimepokea shuhuda nyingi za maombi ambayo tunafanya online na watu wanafunguliwa na watu wanaponywa na watu wanabarikiwa watu wana hata majibu ya maombi yao, wanafunzi wanafaulu, Mungu anaonekana kwa kiwango kisicho cha kawaida. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho hakuna mbali, kwenye ulimwengu wa roho hakuna mbali, kwenye ulimwengu wa roho hakuna ukuta ambao unaweza ukatuzuia. Tunaweza kufika mahali popote katika ulimwengu wa roho, na Mungu anaweza kufanya. Maandiko yanasema, kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na tatu, ya kwamba Bwana atakufanya kuwa kichwa na wala hautakuwa mkia. Lakini pia tunasimama na neno la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 mstari wa 14 maandiko yanaposema ya kwamba Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Tunasimamia pia kitabu kile cha Mathayo 18 mstari wa 18 maandiko yanapozungumza ya kwamba lolote mtakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa na lolote ambalo utalifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. kitabu cha Luka ile sura ya kwanza mstari wa 37 maandiko yanasema kwa kuwa hakuna neno kwa Mungu. Tunajua kabisa ya kwamba yote yanawezekana kwa Mungu. Mungu anakwenda kuwasaidia watoto wetu, Mungu anakwenda kuwapigania, Mungu anakwenda kuwalinda wiki hii nzima. Neema ya Bwana nakwenda kuwa pamoja nao. Karibu sasa tuombe, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye hai, Mungu mwenye nguvu, uwezo na mamlaka, asante kwa damu yako ya thamani, damu yako yenye nguvu, damu yako Jehova iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu na familia zetu, kwa ajili yetu na watoto wetu, asante kwa sababu ya damu yako yenye nguvu. Ninaomba toba kwa ajili yangu, ninaomba toba kwa ajili ya wazazi walezi, pamoja na waombaji mbalimbali ambao tunaomba pamoja nao. Nami Mungu, ninaomba toba kwa ajili ya watoto wetu wa kidato cha sita ambacho wanafanya mitihani wiki hii. Ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili yao, warehemu na kuwatakasa, uwarehemu na kuwawisha na damu yako ile magika msalabani. Kanene mema kwa ajili yao na mkono wako yenye nguvu chako, kati, kajina, na kibali chako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wetu hai Mungu wetu mwenye nguvu wezo na mamlaka, sante kwa sababu damu yako inanena mema kwa ajili yetu. Tutakase maana umesema kwenye neno lako ya kwamba, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina lako watajinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, wewe Mungu utasikia kutoka juu na kushuka na kuiponya nchi yao. Nasi Bwana tunaomba damu yako itutakase na kuturehemu pale ambapo Bwana tumekukosea kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda, na Mungu ukatuponye ukaponye watoto wetu ukaponye nchi yetu ukaponye n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 maombi yetu ututakase na kuturehemu e Bwana, katika jina lipitalo majina yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wiki iliyopita. Asante kwa sababu imekuwa ni wiki ya baraka na neema. Tumeona mkono wako wiki iliyopita, tumeona mkono wako kwa watoto wetu waliofanya mitihani wiki iliyopita, tumeona mkono wako kwa watoto ambao wako majumbani, wengine wako mashuleni, watoto wetu kwa ujumla. Tumeona neema yako ikitulinda na kututunza. Hakuna habari mbaya tuliyoipata wiki iliyopita, imekuwa ni ya ushindi, imekuwa ni ya baraka, imekuwa ni ya neema Baba. Sande kwa sababu hata ya usiku uliopita Bwana, maana umekuwa ni usiku wenye neema na furaha Baba, tunakubariki na kutulinda kwa kuwa na kukutukuza, kwa kuwa tunajua ya kwamba wewe Mungu umekuwa pamoja nasi hata wakati ambao sisi hatujui kwamba wewe uko pamoja nasi, lakini umekuwa pamoja nasi, umetulinda na kutuepusha na mabaya mengi na uharibifu mwingi, hata pale ambapo sisi hatukujua ya kwamba kuna hatari iko mbele yetu inakujwa, lakini wewe Mungu ulituepusha na hatari ambazo hata hatuwezi kuziona kwa macho ya damu na nyama. Utukufu ni wako na heshima ni zako. Ninakushukuru Mungu aliye hai kwamba umetupa amani, umetupa furaha, umetupa afya. Tunakushukuru Mungu aliye hai kwamba umetusaidia na kwamba umetuamsha salama, umetupa wiki nyingine hii ya baraka. Nami Mungu ninaikabidhi wiki hii mikononi mwako Jehova, tangu Jumatatu mpaka Jumapili ninakabidhi wiki hii mikononi mwako na badhabni pako Jehova, na zaidi sana kwa ajili ya watoto wetu ambao wako mashuleni wanaofanya mitihani ya kidato cha sita na hata wale ambao hawafanyi mitihani, e Bwana, lakini wako mashuleni wiki hii. Mungu ulio hai, ninatangaza ikawe ni wiki njema, ikawe ni wiki ya baraka, ikawe ni wiki ya neema, ikawe ni wiki ya kibali, ikawe ni wiki ya ushindi. Wiki hii Mungu tukauone mkono wako, tukazione baraka zako Jehova zikiambatana pamoja nasi. Milango mikubwa ya baraka, milango mikubwa ya neema ikafunguke kwa ajili yetu wiki hii, e Bwana, katika jina lipitalo majina yote, Mungu wetu ulio hai, watoto wetu tunawakabidhi mikononi mwako Jehova, walioko kidato cha sita wanaofanya mitihani ya kidato cha sita na hata wale ambao hawafanyi mitihani Jehova oh, popote pale walipo Mungu wetu ulio hai tunawakabidhi mikononi mwako wiki hii, Mungu iwe ni wiki afya njema kwao. Tunakabidhi watoto wetu mikononi mwako Jehova, adui asipate nafasi yoyote ya kuachilia uharibifu, ya kuachilia changamoto yoyote katika afya zao. Mungu wetu ulio hai, Mungu wetu mwenye nguvu, Mungu wetu mwenye uweza, Mungu wetu mwenye mamlaka, Mungu wetu nastahili kuinuliwa, Mungu wetu nastahili kuabudiwa, Mungu wetu nastahili kutukuzwa, Mungu wetu nastahili Shima, tuna tunakabidhi afya za watoto wetu mikononi mwako Jehova, walioko mashuleni. Tunatangaza damu yako Jehova inene mema kwa ajili ya afya zao. wengine, wengine ni wagonjwa, wengine wako majumbani, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova, tukienda kinyume na kila ugonjwa, tukienda kinyume na kila udhaifu, tukienda kinyume na kila hila zote za yule mwovu adui, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila roho ya uharibifu, kila roho ya uharibifu, kila roho ambao ni kinyume na kusudi lako Bwana, kila roho yoyote ambao ni kinyume na lako na mapenzi yako, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka. Jehova, tunaita damu yako yenye nguvu inene mema kwa ajili ya afya za watoto wetu. Tunakataa magonjwa ya kila aina, uharibifu wa afya zao, kila aina ya magonjwa, kila aina ya udhaifu, walio na madhaifu ya macho, walio na madhaifu ya migongo, walio na madhaifu ya miguu, wengine wana madhaifu ya tumbo, udhaifu wowote katika afya ya watoto wetu, tunakwenda kinyume nao sasa. Ninatangaza afya njema, ninaamuru afya njema wiki, Bwana kukawa ni wiki afya njema, Jumatatu ni Jumatatu ya kuwa na afya njema Jumanne ikawa ni Jumanne ya kuwa na afya njema Jumatano ikawe ni Jumatano ya kuwa na afya njema kwa watoto wetu. Alhamisi ikawe ni Alhamisi ya kuwa na afya njema juu ya watoto wetu. Baba, ninatangaza ya kwamba siku ile ya Ijumaa ikawe ni siku ya Ijumaa ya kuwa na afya njema kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, sande kwa ajili ya Jumamosi. Ninaamuru ya kwamba Jumamosi ya wiki hii itakuwa ni Jumamosi ya kuwa na afya njema pamoja na Jumamosi ya Jumapili. Baba, tunaikabidhi mikononi mwako, ikawe ni Jumamosi yenye baraka jumamosi, yenye neema, jumamosi yenye kibali, jumamosi ya ushindi katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Neema yako Bwana na nguvu zako na kibali chako kikawe pamoja nasi Bwana. Wapiganie, wapiganie watoto wako, wapiganie afya zao katika jina la Yesu Kristo. Wiki hii, e Bwana, tunakabidhi ratiba mbalimbali zilizoko mbele yao, ratiba za mitihani ya asubuhi, mitihani ya mchana, tunaikabidhi mikononi mwako kwa pamoja. E Bwana, mitihani yote ambayo watoto wako wanafanya Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, mitihani ambayo wataifanya leo Jumatatu tunaikabidhi mikononi mwako. Mitihani ambayo wataifanya Jumanne kesho, tunakabidhi mitihani hiyo ewe Bwana mikononi mwako. Mitihani watakaofanya Jehova Jumatano asubuhi na Jumatano mchana, mitihani hiyo inakabidhiwa mikononi mwako saa hii. Mitihani ambayo watafanya Ijumaa, Alhamisi pamoja ewe Bwana na Ijumaa, mitihani yote ambayo itafanyika wiki hii Bwana ikiwa ni asubuhi, ikiwa ni jioni, mitihani yote tunaikabidhi madhaboni pako Jehova uso wako uende pamoja nao, uso wako uende pamoja na watoto wetu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya thamani. E Bwana, ulinzi wako pamoja nao, maana umesema palipo wawili au watatu kwa jina lako Mungu uliyo hai, na wewe upo katikati yao, na wakikubaliana neno lolote hilo, Mungu utalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Nami Bwana ninakubariki na kukuinua, nami Bwana ninakutukuzwa, nami Bwana ninarudisha sifa na heshima mikononi mwako Mfalme, ninarudisha utukufu madhaboni pako, ninakabidhi Bwana mitiani mikononi mwako Jehova. Ni patano letu Bwana ya kwamba uwaonekania watoto wetu. Ni patano letu Jehova ya kwamba usiwaache watoto wetu wakafanya mitihani yao peke yao. Ni patano letu Jehova ya kwamba ukaende pamoja na watoto wetu, uso wako ende pamoja nao, neema yako ende pamoja nao, kibali chako kiwe pamoja nao, nguvu zako ziwe pamoja nao. Ni patano letu e Bwana ya kwamba hutawapungukia watoto wetu, hutawaonekania Jehova, hutanyamaza kimya, hutanyamaza kwa ajili yao, hutanyamaza kwa ajili ya masomo yao ni patano letu e Bwana ya kwamba utaonekana ya kwamba utajidhihirishwa. Ni patano letu e Bwana ya kwamba neema yako haitawapungukia watoto wetu kibali chako Jehova hakitawapungukia watoto wetu. Ni patano lako Jehova, ni patano letu Mungu ulio hai ya kwamba uonekane Jumatatu hii Jumanne, uonekane Jumatano, uonekane Alhamisi, uonekane Baba Ijumaa, uonekane hata Jumapili Bwana na Jumamosi. Ni patano letu Mungu ulio hai ya kwamba onekana Bwana kwenye mitihani watoto wetu wanayofanya. O mungu wetu uliye hai onekana, kwa ratiba zote tunakabidhi mikononi mwako Jehova. Wasimamizi ambao watawasimamia watoto wetu wikii nzima, tunawakabidhi mikononi mwako Jehova. Wasimamizi ambao ni zamu yao ya Jumatatu, tunawakabidhi mikononi mwako. Wasimamizi ambao zamu yao ni Jumanne, tunawakabidhi mikononi mwako. Wasimamizi ambao zamu yao ni Jumatano, tunawakabidhi mikononi mwako. Wasimamizi ambao zamu yao ni Alhamisi tunawakabidhi mikononi mwako. Wasimamizi ambao zamu yao ni Ijumaa tunawakabidhi mikononi mwako. Wasimamizi wote ambao wanasimamia mitihani ya wiki hii, Baba, ninawakabidhi mikononi mwako Jehova, ninawakabidhi madhabahuni pako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wetu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, ewe Bwana, tunakabidhi vituo vyote na shule zote ambazo zinafanya mitihani hii zinatumika kwa ajili ya kufanya mitihani ya kidato cha sita tunakabidhi vituo vyote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam, vituo vyote ambavyo, na shule zote ambazo zinafanya mitihani ya kidato cha sita, tunazikabidhi mikononi mwako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ingilia kati Bwana, onekana Mungu uliye hai, e Bwana onekana. Tunakomboa na kutakasa aridhi za kila shule na kila kituo ambacho mitihani inafanyika. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye anga na hali ya hewa na aridhi ambazo zinatumika Bwana kwa ajili ya mitihani, katika jina la Yesu Kristo tunaachilia damu ya Yesu kwenye kila shule ya fom, kwenye kila shule yenye kituo cha fom Bwana, kila shule Jehova, tunaachilia motomoto wa ukatakase Mungu ulio hai, madhabau zote za kichawi, madhabau za uganga na ushirikina zilizoko kwenye hizo ardhi, zilizoko kwenye hizo shule ambazo hizo madhabau zinawafuatilia watoto wetu ili kuwakwamisha na kuwazuia Baba. Katika jina la Yesu tunawatenga watoto wetu na kila madhabau na kila roho za kuzimu na kila kafara, tunatenga madhabau, tunawatenga watoto wetu na madhabau zote ambazo ni kinyume na kusudi lako, zinazowafuatilia watoto wetu, watoto wote walioko ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, Bwana wanaofanya mitihani hii, Jehova ninawakabidhi mikononi mwako. Neema yako iwe juu yao, neema yako iwe juu yao, neema yako iwe juu yao, neema yako iwe juu yao, neema yako Jehova, neema yako Mungu aliye hai, neema yako mfalme amani, neema yako Baba wa milele, neema yako Jehova, neema yako mfalme, neema yako mfalme, neema yako Baba wa milele, neema yako Mungu mwenye nguvu, neema yako iwe juu yao, usiwapungukie Bwana, usiwaache watoto wetu katika Yesu Kristo wa Nazareti, aliye hai, Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka. E Bwana, tunaachilia ulinzi wa kimungu kwenye madarasa yote, tunaachilia ulinzi wa kimungu kwenye madarasa yanayotumika, kila darasa ambalo litatumika wiki hii, tunaachilia damu ya Yesu inayonena mema, inene mema juu ya hilo darasa. Ikiwa kuna uchawi wowote ama uganga wowote, hirizi na kafara zozote ambazo zimefanyika kwenye madarasa, zimefanyika kwenye shule, zimefanyika kwenye malango ya shule hizo, Baba tunavunja tunang'oa tunaharibu tunabomoa hila zote ambazo ni kinyume na kusudi lako, E Bwana. Tunatangaza neema, tunatangaza kibali, tunatangaza nguvu yako na iambatane pamoja na watoto wetu, E Bwana. Wasiingie kwenye vyumba vya mitihani wakiwa peke yao, Bwana, wasiingie wakiwa peke yao. Roho Mtakatifu, wewe ambaye ni mwalimu mwema, wewe ambaye wanatukumbusha kutukumbusha na kutueleza yale yote ambayo tunapaswa kuyafanya, maana ndivyo ambavyo Yesu ulisema ya kwamba wanapowaita kwenye mabaraza, msijiulize ulize ya kwamba mtasemaje, maana Roho Mtakatifu atawapa kile cha kusema. Nami ninaomba Roho Mtakatifu achilia neema, wape watoto wako cha kusema, wape watoto wako cha kusema, wape watoto wako, wako Bwana, kile cha kuandika wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, wakiwa wajui waandike nini, wape cha kuandika, wape kile cha kuandika, wadhihirishie uwezo wako, dhihirisha nguvu yako kwao, uwasaidie eBwana, uwapiganie eBwana, uwaonekanie eBwana, Bwana usinyamaze e Bwana usikae kimya kwa ajili yao katika jina la Yesu kwa damu ya thamani, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wakumbushe yote ambayo wanasoma Bwana, waliyasoma e Bwana, tangu walipofika shuleni, yote waliyoyasoma, yanayopaswa kuwepo kwenye mtihani Baba. Ninatangaza Roho Mtakatifu wakumbushe, wakumbushe, wakumbushe, wakumbushe watoto wetu, wakumbushe Mfalme, wakumbushe Jehova, wakumbushe Jehova, wakumbushe, wakumbushe Mungu aliye hai wakumbushe watoto wetu, akili zao, kumbukumbu zao tunazikabidhi mikononi mwako. Waliona roho ya kusahau, waliona roho ya usaulifu. Tunakwenda kinyume na kila roho ya usaulifu, kila roho ya usaulifu, kila roho ya usaulifu, tunakwenda kinyume nayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ingilia kati Mungu ulio hai, uwapiganie watoto wetu, fahamu zao na akili zao. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye akili za watoto wetu, kwenye fahamu za watoto wetu, wanapokuwa kwenye chumba cha mitihani, kuanzia leo jumata mpaka Ijumaa. E Bwana, wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, Baba uwakumbuke. Ninatakasa fahamu zao, tunatakasa fahamu zao, tunatakasa akili zao, mahali popote ambapo adui ameshika fahamu zao, adui ameshika fahamu zao, adui ameshika kumbukumbu zao, adui ameshika akili zao, tunatangaza akili za watoto wetu ziachiliwe, fahamu zao ziachiliwe, mahali ambapo adui amezishikilia oroziachiliwe Mungu uliyo hai tunaachilia damu ya utakaso kwenye fahamu, kwenye kumbukumbu kumbu, kwenye akili za watoto wetu. E Bwana, ingilia kati wasaidie, ingilia kati wapiganie. Tunarejesha kila fahamu ambazo adui amezuiba, kila fahamu zilizoibiwa zikawekwa baharini, zikawekwa kwenye miti mirefu, zikawekwa kwenye njia panda, kila fahamu ambazo zimeibiwa zikawekwa kwenye madari baba, katika jina la Yesu, zikawekwa kwenye mito, fahamu za watoto wetu ambazo adui ameziba, ili wasiwe na uelewa wa kutosha ili wasielewe wanapokuwa kwenye vyumba vya mitihani, au wanaposoma wenyewe wasiweze kuelewa baba, katika jina la Yesu, tunakomboa fahamu zao, tunafungua fahamu zao, tunarejesha fahamu zao, tunakomboa fahamu zao katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu. Ingilia kati ya Bwana, wasaidie watoto wetu, wape ufahamu mzuri, wape akili nzuri za kujibu maswali sawasawa na kufa mitihani yao yote katika jina la Yesu. Pasiwepo atakaye feli, pasiwepo wakushindwa, pasiwepo wakupata sifuri, pasiwepo wakupata daraja la mwisho, pasiwepo e Bwana wakusema akujua andike nini. Ninauliza divisheni ni wane, ninauliza divisheni ni wane kwenye masomo ya wiki hii, ninauliza divisheni ni wane na tu e Bwana, kwenye masomo ya wiki hii, wafanye kuwa vichwa watoto wetu, wala wasiwe mikia, katika jina la Yesu. Kila roho ya hofu na mashaka ambayo adui amepanda ndani yao ya kupanike, roho ya hofu, roho ya mashaka, ninakwenda kinyume nayo, maana umesema kwenye Timotheo, ya kwamba ukutupa roho ya woga wala roho ya wasiwasi wasi, umetupa roho ya ujasiri, umetupa roho ya nguvu, kila aina ya woga. Maana umesema mara nyingi ya kwamba msiogope, tusiogope. Ninatangaza kila roho ya hofu haina mamlaka ya kufuatilia watoto wetu. Roho ya hofu iwaachilie, iwaachilie wanafunzi mahali popote walipo. Ninatangaza neema, neema na kibali uja uwe juu yao, ninawavika ujasiri, ujasiri wa kufanya, ujasiri wa kuingia kwenye chumba cha mtihani na kufanya maswali yote bila hofu na mashaka, katika jina la Yesu wavike ujasiri, wavike watoto wetu ujasiri, wavike watoto wetu ujasiri, wavike ujasiri Bwana, wavike ujasiri Jehova, wavike ujasiri Bwana, wavike ujasiri Bwana, wavike ujasiri Jehova, wavike ujasiri Bwana, wavike ujasiri Bwana, wavike watoto wetu ujasiri, wavike watoto wetu ujasiri Mungu ulio hai, wavike Bwana ujasiri, ujasiri wa kufanya mitihani kwa amani katika jina la Yesu, kwa Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliyo hai. Mungu, asante kwa neema. Kila aina ya uchawi na uganga ambao umeachiliwa kwa watoto wetu ili kuwafalisha ili kuwakwamisha, katika jina la Yesu ninakataa nguvu za giza, ninakataa kila uchawi, ninakataa kila uganga, katika jina la Yesu. Hakuna uchawi na uganga ambao utafanikiwa ambao utasimama kwa watoto wetu, bwana uo uchawi ninakataa, uo uganga ninakataa, uo ushirikina ninavunja nguvu za giza, hirizi zozote za kichawi zinazofuatilia watoto wetu, kila manuizo ya kichawi, kila maneno ya kichawi, kila maagano ya kichawi yanayofuatilia watoto wetu mahali popote walipo, ninatangaza damu ya Yesu kuwafungua watoto wetu kwenye kila aina ya uchawi, kwenye kila agano la kichawi linalowashikilia linalowazuia, ili wasifanye vizuri, ili wasifauli kwenye mitihani yao ya katika la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, chochote ambacho adui amekusudia kukitumia ili kuwafilisha ili kuwakwamisha ili kuwarudisha nyuma hakitafanikiwa hakitafanikiwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ingilia kate na nguvu zako na uwezo wako, ili Bwana uwasaidie watoto wetu, uwapiganie watoto wetu, uwalinde watoto wetu, uwatunze watoto wetu, uwahifadhi watoto wetu, uwaonekanie watoto wetu. Onekana Bwana, onekana Jehova, onekana mfalme onekana, Baba wa milele onekana, Mungu aliye hai onekana, Baba wa milele onekana, Yehova onekana, mfalme onekana, Mungu aliye hai onekana. Bwana, jidhihirishe Yehova, na uwezo wako na nguvu zako na kibali chako na neema yako, jidhihirishe Bwana, jidhihirishe Yehova, jidhihirishe Mungu aliye hai jidhihirishe, mfalme amina. Onekana Mungu aliye hai onekana, Baba wa milele kwa watoto wetu Bwana, jifunue kwao Bwana, ujulikane kwao, ya kwamba wewe ni Mungu una wapigania watoto wetu na kuwasaidia, inakuwa njia rahisi ya wao kuwa na mahusiano bora na wewe, maana watajua ya kwamba ni Mungu aliyenisaidia, ni Mungu aliyeniponya, ni Mungu aliyenipigania, ni Mungu aliyenivusha kwenye ule mtihani. Utajenga mahusiano mazuri pamoja na vijana wetu, pamoja na watoto wetu. Baba tunakuomba ingilia kati, Bwana ujifunue kwao, wiki hii ya mtihani jifunue kwao. Kuna namna nyingi za kujifunua kwao, wakiwa kwenye vyumba vya mitihani kuwasaidia kuwakumbusha, kuwakumbusha yale ambayo wameyasoma hata yale walioyasahau. Roho Mtakatifu ukiwakumbusha, watajua ya kwamba huyu ni Mungu ametusaidia, huyu ni Mungu ametupigania. Na mwisho wa siku, Bwana, hawatasema ni akili zao, hawatasema ni nguvu zao, watasema ni wewe Bwana ambao umewasaidia, watasema ni wewe Bwana ambao umewapigania. Pokea Bwana sifa na heshima na utukufu mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninatangaza neema. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, wafundishe yale ambayo wanapaswa kujifunza. Hata wanapomaliza mtihani wa asubuhi, wanapojiandaa na mtihani wa mchana, Mungu onekane kwao wakiwa kwenye maandalizi. Ule muda mfupi ambao watakuwa wakisoma kwa ajili ya maandalizi ya mtihani mwingine, waelekeze Bwana, wasome mahali ambapo ni mahali sahihi, mitihani itatoka. Waelekezwe, waelekeze zungumza nao, zungumza nao, Bwana una njia una namna ya kuzungumza nao wakasikia na kuelewa ya kwamba wasome nini. Hata kama dakika kumi kabla ya kuingia kwenye chumba cha mtihani, unaweza kusema nao ya kwamba soma mahali fulani, soma swali fulani, soma pepa la mwaka fulani, ukazungumza na watoto wetu wakasoma na wakaenda kwenye mtihani wakakuta ni yale yale ambayo ulizungumza nao. Hakuna lisilowezekana kwako. Ninaamini, tunaamini ya kwamba waweza Idea. Waweza kuwapigania watoto wetu, ewe Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya thamani, kwa damu yenye nguvu, kwa damu yenye uweza, kwa damu yako Jehova. Utukufu ni wako, heshima ni zako, na nguvu ni zako Bwana. Tunarudisha mikononi mwako, maana ni wewe Bwana, ni wewe unayewalinda watoto wetu. Tunatangaza matokeo mazuri ya kidato cha sita, hakuna wakufeli, hakuna watakaofeli, hakuna wakufeli, hakuna wa kurudi nyuma, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mfalme Mungu uliye hai, Mungu mwenye nguvu na uweza, ingilia kati Bwana, wapiganie watoto wetu. Oh, wewe ni alfa na Omega, anza nao wiki hii nawamalize nao, nao Bwana, mitihani walio nao ya wiki hii, anza pamoja nao sasa nawamalize pamoja nao, katika jina la Yesu. Tunakabidhi kwako Bwana mtihani wa asubuhi hii na mtihani wa mchana wa leo, tunakabidhi mikononi mwako. Onekana Bwana, jidhihirishe Bwana, jitwalie utukufu Bwana, katika jina Yesu onekana kwa kila mtoto moja baada ya mwingine moja baada ya mwingine moja baada ya mwingine, watoto ambao tunaomba kwa ajili yao, watoto ambao wazazi wamefunga kwa ajili yao. Pasiwepo na anayefele, pasiwepo na anayekwama, pasiwepo na anayeshindwa, pasiwepo na yeyote wa kufele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, utukufu ni wako, heshima ni zako Bwana, na nguvu tunarudisha mikononi mwako katika jina la Yesu. Baba, tunakabidhi wiki mikononi mwako mitihani yote Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako watoto wetu wote Bwana, wa kike na wa kiume, tunawakabidhi mikononi mwako walioko Dar es Salaam, walioko nje ya Dar es Salaam, salama. tunawakabidhi mikononi mwako watoto walioko nje ya Tanzania, tunawakabidhi mikononi mwako wote wanaofanya mitihani hii Bwana ya kidato cha sita, ninawakabidhi mikononi mwako hata wale ambao hawako shuleni Baba, ninawakabidhi hata wale ambao ni wanafunzi tu hawako Bwana kwenye mitihani, ninawakabidhi mikononi mwako Baba ninatan Gaza. Neema, kwa form six, neema iwe juu yao kwa wanaofanya mitihani wiki hii, neema isiwapungukie, isiwapungukie Bwana, na iwe juu yao, iwalinde na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sifa na heshima na utukufu ninarudisha mikononi mwako Bwana, hakuna Mungu mwingine zaidi yako, ni wewe peke yako ambaye unastahili kuinuliwa na kuabudiwa na kutukuzwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako, tunaamini umefanya zaidi ya tulivyoomba kwa kadiri ya neema inayotenda kazi ndani yetu katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Naomba uendelee kuomba tusiache kumbuka. Tunaomba asubuhi, lakini kila siku mchana, kabla ya mitihani ile ya mchana, tunaendelea kuomba na nikupe namba ya simu kama hujawahi kuwepo kwenye grup letu la maombi kwa ajili ya kuombea watoto wetu. Tuna grup la maombi ambalo tunaombea watoto wetu wote kwa ujumla, wanaofanya mitihani, ambao hawafanyi mitihani, walioko mashuleni na ambao hawako mashuleni, lakini ni watoto wetu. Tuna we, tuna wajibu wa kuwakabidhi mbele za Bwana. Grup hili namba hii nayo kutumia, utanitumia ujumbe WhatsApp, ukiniambia ni kuunge kwenye group Nami nitakuweka kwenye grupu hili la maombi kwa ajili ya watoto wetu. Aa, na namba hiyo ni 0752966389. 0752966389. Nitumie message kwenye WhatsApp na mmetumishi niunge kwenye grupu la kuombea watoto na mimi nitakuunga. Lakini pia ni kuombe ikiwa nasikia ndani yako kuachilia ya sadaka kwa ajili ya elimu ya watoto wako au kwa ajili ya elimu yako au kwa ajili ya, ya mitihani ambayo watoto wetu wanafanya, unasikia kuachilia sadaka ndani yako ili iambatanishe ya na maombi haya. Mungu akamwambia Kornelio, sala zako na sadaka zako zimefika na zimekuwa ukumbushwa mbele za Bwana. Basi kwa namba hii pia ambayo anakutajia unaweza ukatuma sadaka yako ambayo ni sifuri saba tano mbili tisa sita sita tatu nane tisa. Ni namba hiyo, unaweza ukatuma sadaka, lakini pia namba hiyo unaweza ukatuma um, ukatuma ujumbe kwenye WhatsApp ili nikunge kwenye group letu, na unaweza ukanitumia majina ya watoto wako ambao wanasoma, walioko wapi unajua, wanasoma, unajua na changamoto yote, nitumie jina kwenye WhatsApp namba, na mtumishi mwanangu ni huyu ana shida fulani, na tutaendelea kumwombea na hakika Mungu anakwenda kumsaidia. Basi Mungu akubariki na Mungu akuinue na kutakia baraka na neema, na kutakia wiki yenye ushindi. Mungu akuinue na kukufanikisha. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Jackson Mndeme, wa huduma ya Ukombozi wa Familia. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Ukombozi wa Familia. Amen.